Asante sana. Kama njia moja ya kwa kuhakikisha kwamba mgombea wa kiti cha ubunge wa Malava kwa tikiti ya chama cha UDA David Ndakwa anaibuka mshindi kwenye uchaguzi huo, mkuu wa mawaziri nchini Musalia Mudavadi alimpokea Joab Burudi Manasi ambaye pia alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa tikiti ya chama cha DNA na wafuasi wake kumuunga mkono David Ndakwa baada ya kujiuzulu akitangaza kujiondoa kwake kwenye kinyang'anyiro hicho, Musalia Mudavadi amesema ni dhahiri kuwa mrengo wa UDA utaibuka na ushindi kwenye uchaguzi huo, huku akimpongeza Joab Burudi Manasi kwa uamuzi huo. Sobabu leo, kwa sababu leo tumekuja kuwatangazia kwamba tumejadiliana, tumezungumza na ndugu yetu Manyasi ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa katika kinyang'anyiro cha election, ama by election ya Malava baada ya kifo cha ndugu yetu Madulu. Mheshimiwa Manyasi amefikiria, amejadiliana na wafuasi wake, amejadiliana na jamii yake akiwemo mke wake, na amefika kwa uamuzi wa kusema kwamba Aa, uh, tutafanya kazi pamoja, wataungana na candidate David Ndakwa wa broad based government waogv uh, ambaye alisimama kwa chama cha UDA ambacho kinaongozwa na president William Ruto. Sasa tuko kitu kimoja naye Joab Manyasi alipokuwa akiongea baada ya kupokelewa kwenye kambi ya David Ndakwa, amepuuzilia mbali madai ya kuwa alilazimishwa kujiondoa kwenye uchaguzi huo mdogo, akidokeza kuwa maono yake ya kuhakikisha eneo la Malava linapata maendeleo yamo katika manifesto ya Ndakwa. Habari zenu, mimi ndio Joab Burudi Manyasi, nilikuwa mmoja wao wagombea wa kiti cha ubunge wa Malava. Na nimekaa chini nikaangalia nikaanalyze nikajiambia Malava needs unity. Malava needs uh, peace and Malava needs development. This is 2025. Hii sio 2027. Malava sahii inapigania maendeleo. Tunajua vizuri kwamba kura ya by election haita badilisha rais haita badilisha gavana lakini, tunataka maendeleo ikuje Malava. Ndio nikaangalia na nikaongea na watu wangu na tukaulizana na tukakubaliana kwamba where will the Malava people be safe, Malava people be safe? Na tukakubaliana tusaidie candidate wa serikali ndio tuwe na msimamo wa kudemand development za zikuje Malava. Kwa upande wake David Ndakwa alimshukuru Manyasi kwa uamuzi ambao ameufanya na kuahidi kuwa umoja wao na ushirikiano utawapa ushindi ambao utawafaa wenyeji wa Malava. Nichukue nafasi hii kwanza ni karibi, eh, eh, Mheshimiwa Manyasi na nishukuru sana Prime Cabinet Secretary wetu eh, Dr. Wycliffe Musalia Mudavadi kwa kuchukua nafasi yake na kutumia ujuzi wake kuongea na Mheshimiwa Job Manyasi licha ya Manyasi kuunga mkono David Ndaku wa UDA, katibu mkuu wa chama cha Democratic National Alliance DNA Barak Muluka amesema kama chama wao wanamuunga mkono mgombea wa DAPK Sath Panyako na kuutaja uamuzi wa Joabu Manyasi kuwa wake binafsi bila kushirikisha chama. Michael Sifuna, Tandao TV.